Nimemsikia kamanda Muliro afande, nimemsikia kamanda Muliro anatangaza, hii nchi inaharibika sana. Huyu ni mkuu wa jeshi la polisi kanda maalum, si ndio? Anatangaza tangazo la kuvunja sheria hadharani, anaita chombo cha habari, anasema hivi, msije mahakamani tarehe ishirini na nne Mahakamani ndo mahali ambako hakutokaji mwaliko watu kwenda duniani. Mahakamani, mahakamani, kanisani na msikitini huhitaji mwaliko. Huyu wajui, ujamani, mwambia ache mambo ya kibaabaa. Huyu mzee anatangazia umma, anavunja sheria. Hasa hatari yake ni nini? Mimi siangalika yule Mliro, hatari yake ni kwamba nchi inaongozwa na, na kateni ni mtu mmoja anapiga simu kusanyika wataonekana, lisu ni maarufu, anatoka anavunja sheria. Kwamba ulitarajia kusikia jaji mkuu ametoa statement ama mahakama iseme alichokifanya sio sawasawa. lisu ni kiongozi wa kisiasa. Mimi nilikuwa na kesi ya ubunge Arusha, mahakama ya Arusha ilichoamua kwa sababu watu walikuwa ni wengi Arusha ikaamua kwa sababu hii kesi na public interest. Hatuwezi kujifungia chumbani kusikiliza kesi ya Lissu. Sio kesi ya ndoa. Kesi ya Lissu sio kesi ya ndoa, ni kesi ya public interest. sababu imeanza kuwashutumu leo ni maana, ubalozi wa Marekani ukanda wa Afrika wametoa tamko, magazeti yote makubwa duniani, Washington Post, New York Times, Bloomberg, Reuters wamelalamika wa kuhusu kinachotokea Tanzania, Aljazira, CNN wanasema Tanzania utawala wa Samia una crackdown wa Samia democracy, wamempa kiongozi wa upinzani kesi ya uhaini. Sasa kwa sababu serikali hii na chama cha Mapinduzi ni wapumbavu, wanaona hilo ni jambo dogo. Ndugu zangu, unapompa kiongozi wa upinzani kesi ya upinzani hati makubwa niliyotaja, Washington Post, New York Times, new London Tribune, Bloomberg, Al Jazeera, BBC, Reuters, Toronto Stars, Sydney Today kwenye soko la isa sasa, hawa waoni. Lakini kuna watu wamerudi nyuma kuja Tanzania kwa sababu kiongozi wa upinzani kwa chama kikubwa cha upinzani anafikiria masuala ya uhaini katika nchi, wanaua uchumi wa nchi. Rais leo ana jina baya, magazeti yanaandika, anaandika, akienda ka present deal yoyote watu hawamwamini, wanasema nchini kwake hakuna demokrasia na watu wa wanataka kuuana hawafahamu wanaendelea kushabikia leo wana. Sasa leo kamanda wa polisi wa kanda maalum anasema ni marufuku kuja mahakamani. Amekonfemu, amethibitisha uonevu ambao tumeusema, kwamba hawa hii ni kesi ya mchongo. Kama ni kesi ya kweli na mna, mnataka mumhukumu kweli, funga spika nje ya mahakama na mahakama, shauri liendelee wananchi wa kimuhukumu, shauri liendelee wananchi wakisikiliza. Siku kimuhukumu kunyongwa mpaka kufa, kila mwananchi ataelewa hili jambo lilikuwa sawa sawa. Kenya Raila akiwa na kesi mahakamani, televisheni ya taifa inakwenda mahakamani, inarusha kesi live, watu wanafuatilia kesi live. Lakini kwa nini wanafanya hivi? Kwa nini wana amani ya kufanya utumbavu yani, na kitambi chake tarehe 24, marufuku mwananchi. Kwa sababu wananchi nyie ni waoga. Tunapata tabu si kwa sababu si kwa sababu polisi ni wakatili, tunapata tabu kwa sababu sisi ni waoga, sisi ni waoga. Watu hao hao wangekuwa kama Wakenya asingeongea wa mambo hayo, lakini anajua watanifanya nini, na wamepiga tumebambikiza kesi hizi, wametufanya nini? Tumeiba wame uchaguzi wametufanya nini? wametufanya nini? na tunachowafundisha kufanya sio kuokota mawe na mapanga kukabiliana na polisi ni kuwa kamavu na mashujaa, ya kwamba haiwezekani tukaendelea kuishi hivi. Tutakwenda barabarani kwa amani, tutashikanana mkole kwa amani Tupigeni risasi mtue wote, watoto wetu, wetu wasije wakafa mfulizo mara nyingi katika siku zinazokuja. Mnachokifanya nyie ni kuchukua sadaka kwa ajili ya watoto hawa. Watoto hawa wanaona tunahutubia, wanajiuliza hawa wanasema nini, wazazi wao waelewi. Sasa chama chetu kimeona mateso mbalimbali nchi nzima. Ndugu zangu, mimi najua mateso jela, nimekaa jela mara nyingi, najua watu wamebambikizwa kesi, nimebambikizwa kesi mara nyingi. Mimi nimekwenda polisi zaidi ya mara mia toka nimeingia kwenye siasa, nimeenda mahakamani mara nyingi, nimekwenda jela mara nyingi. Nikisema niki kubambikiwa kesi, mimi najua kubambikiwa kesi maana yake nini. Hali ni mbaya, ukienda huko mahospitalini, hali ni mbaya zaidi. Sasa ili kubadilisha mfumo mfumo wa mambo haya unahitaji kubadilisha siasa, siasa ibadilishwe na maombi, siasa inabadilishwa na, ut na utawala kuondolewa madarakani. Tumeingia kwenye uchaguzi toka mwaka 95. Wanaiba kura wanaiba kura wanaiba kura wanaua, wanaiba kura wanaua, wanaiba kura wanaua Magufuli a karibu zaidi ya elfu mbili na kumi na tisa na ishirini wengine tukapanga maandamano, mimi na Bonai na mwenyekiti Mboya tukashikwa, mi wakanipeleka kibao, wanipiga risasi wakanishusha kaniweka wale target, simu ikaingia wakabadilisha mawazo. Baadaye nikakimbia kan nikakimbilia Kanada, Lissu akakimbilia Ubelgiji, mwenyekiti Mboya akakimbilia Nairobi, akakimbilia Dubai, kila mtu akaondoka, wakabaki watu wachache. Magufuli, aliyofariki huyu mama akaongea vitu vya maana, tukajua mambo yatakuwa sawasawa. Akasema tusirudi kula tulikokuwa, wengine tuka tukaongea naye tukaamua kurudi nyumbani, tumeanza kazi sasa. Walifikiri tukirudi nyumbani eti eh, tutakuja kuwa maboya Mia. Wengine walikuwa nje ya nchi, nyumbani hatujarudi, hatujarudi. No, no, no, no. Tumerudi. Tumerudi, tumeanza kupiga vitasa. Wakaanza, hawa hawamheshimu mama. Kwanza Samia sio mama yangu wala sio mama yako. Ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.